Istiqama Swahili TV, Busati la ilimu na hekima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Audhu billahi min ashaitani rrajim, bismillahi rrahmani rrahim. Karibuni katika kipindi chetu cha ulimwengu wa watoto kilichorushwa kupitia channel Istiqama Swahili TV. Na leo tupo pamoja ili kujifunza elimu ya dini tukufu ya Uislamu kwa njia ya kuulizana maswali na kujibu. Naam, kipindi chetu kimeandaliwa kwa ajili ya watoto wote ili tujifunze, tuelimike na pia tufurahie elimu ya dini kwa njia rahisi na ya kuvutia. Kila swali linaloulizwa linafungua mlango wa elimu katika jibu sahihi. Na kila jibu sahihi ni nuru katika maisha yetu. Hivyo basi, tunawaalika watoto wote msikilize kwa makini na mjifunze mjifunze pamoja nasi. Kumbuka, Muislamu daima anatakiwa kutafuta elimu na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kutafuta elimu ni wajibu kwa kila Muislamu. Kabla hatujaingia katika kipindi chetu cha leo, nawakumbushe kwamba hii ni Istiqama Swahili TV, kulike, kucomment, na msisahau kusubscribe ku like na ku share, na moja kwa moja tutaingia katika kipindi chetu cha maswali na majibu, lakini kwanza ningeomba washiriki wajitambulishe. Asalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina anaitwa Azmina Saqib Safe

Kwa jina naitwa Mastura Yusuf Ali natokea almadrasa tu Sheikh Abdullah bin Suleiman Al-Harithi kilichokuwepo Shangani mjini Maghrib, na leo tupo na kipindi chetu cha kuuliza maswali na majibu. Tuko na magrupu mawili, ambao grupu moja kwa upande wa Bibi Khadija ambaye ni mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa upande wa Bibi Aisha ambaye ni mke wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa upande wa Bibi Khadija, swali linasema hivi: nini kilitokea mwaka wa tembo? mwaka ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizaliwa. Nasra, kilitokea mwaka wa tembo, mwaka ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizaliwa, jeshi la Abraha lilikuja na ndovu ili kuvunja al-Kaaba, lakini Allah aliwaletea ndege ababil. Dalili Qur'an suratul Fil. Masha Allah, Masha Allah, amejibu swali kwa ufahamu na amelisikiliza na amepata maksi 10. Pande wa Bibi Aisha swali nasema hivi, Sala ni nguzo ngapi katika Uislamu? Mastura. Sala ni nguzo ya pili katika Uislamu baada ya Shahada. Masha Allah, masha Allah. Amepata swali kwa mujibu inavyotakiwa. Tunaenda kwa Mexico. Tunaenda kwa upande wa Bibi Khadija. Swali linasema hivi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa mdogo alilelewa na nani baada ya kifo cha mama yake? Azmina. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada baada ya kufa mamake alilelewa na babu yake Abu Mutalib, akisha akalelewa na ammi yake Abi Talib. Mashaallah, mashaallah, mashaallah, amejibu swali kwa ufahamu na amelisikiliza na amepata maksi kumi. Upande wa upande wa Bibi Aisha, swali linasema hivi, taja angalia, uviungo vinne vinavyotakiwa kukoshwa katika udhu. Viungo vinavyotakiwa kukoshwa wakati wa kutia udhu ni

na mikono yenu mpaka kwenye vifundo, na panguseni vichwa vyenu na miguu yenu mpaka kwenye vifundo viwili. Sadaqallahu aladhim. Mashaallah, mashaallah, amepatia swali kwa mujibu unavyotakiwa, na amepata maksi 10. Tunaenda kwa upande wa bibi Khadija. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihama kutoka Maka kwenda wapi, na safari hiyo inaitwaje? Naitwaje, Fatma? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihama maka kwenda Madina na safari hiyo inaitwa hijra. Mashallah mashallah mashallah. Shukran amejibu swali kwa ufahamu na amepata maksi kumi. Upande wa Bibi Aisha swali linasema hivi. Zaka hutolewa kwa nani? Awena. Zaka hutolewa kwa maskini na fukara na wanaokusanya zaka wanaozuiliwa kwa ajili ya Uislamu, watumwa wa kuachwa huru, wenye deni, wenye deni kwa njia ya Allah na msafiri. Mashallah. Dalili.

Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikufa katika nyumba ya Bibi Aisha radhiyallahu anhu. Mashallah, mashallah amejibu swali kama linavyotakiwa na amepata maksi kumi. Upande wa Bibi Aisha, swali nasema hivi: ni ipi kati ya mali hizi lazima utoe zaka? A chakula cha familia, B nyumba ya makazi, C mali ya biashara, D vinywaji vya kila siku. Mali ya biashara ndiyo mali inayotakiwa kutolewa zaka. Mashallah mashallah, amepatia swali kwa mujibu ninavyotakiwa amepata maksi kumi. Tunaenda kwa upande wa Bibi Khadija, swali linasema hivi: Maswahaba walihama kwenda Uhabeshi mara ngapi? A, mara moja; B, mara mbili; C, mara tatu; D, mara nne. Upande wa Bibi Aisha, swali nasema hivi, tofauti kati ya wajibu na sunna ni ipi? Ilham, tofauti kati ya wajibu na sunna ni, wajibu ni lazima kuitekeleza na mwenye kuiwacha atapata dhambi. Sunna akiifanya atapata thawabu na akiwacha hatopata dhambi. Mashaallah, mashaallah, amepatia swali kwa mujibu inavyotakiwa na amepata maksi 10. Tunaenda kwa, Tuna kwa upande wa Bibi Khadija, swali linasema hivi, nani alikuwa mlezi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kifo cha babu yake Abdulmutalib? A. Abbas, B. Hamza, C. abu Talib, B. abu Lahab. Baada ya kifo cha babu yake alilelewa na abu Talib. Mashallah, mashallah, amejibu swali kama linavyotakiwa na amepata maksi kumi. Upande wa bibi Aisha swali linasema <coughs> hivi Je, mtoto mdogo anatakiwa kuswali sala ya faradhi na kuanzia umri gani anapaswa kuamrishwa awena Ndiyo, mtoto mdogo anatakiwa kuamrishwa kuswali akiwa na miaka saba na akifika miaka kumi akizembea na anathibitiwa, dalili qala rasulu llahi sallallahu wasallam: alaihi wasalam alimu awladakum salat Idha balagu saba wadhribuhum idha balagu ashara wafarikuhum bainahum fil madhaji, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehema na amani ziwe juu yake, wafundisheni watoto wenu kuswali wakiwa na miaka saba na wakifika miaka kumi bado hawakusali basi waonyeni kwa adabu na mwatenganishi baina yao kitandani wao wanavyolala a Tunaenda kwa upande wa Bi Khadija, swali linasema hivi: vita vya kwanza alivyosimamia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya hijra vilikuwa vipi? A, vita vya Uhud; b, vita vya Badr; c, vita vya Khandaq; na d, vita vya Hunain. Nasra, vita vya kwanza ambavyo alivisimamia Mtume <tutu> Muhammad sallallahu alaihi wasallam vilikuwa vita vya Badr. Mashallah, mashallah amejibu swali na amelifahamu kwa usahihi na amepata maksi kumi. Upande wa Bibi Aisha swali nasema hivi. Ni mambo gani matatu yanaobatilisha swala, Mastura? mambo matatu yanaobatilisha swala ni kucheka kwa sauti, kugeuka kugeuka makusudi bila dharura na kuongea maneno ya kawaida. Mashallah, mashallah amepata swali kwa mujibu ninavyotakiwa na amepata maksi kumi. Tunaenda kwa upande wa Bibi Khadija. Swali linasema hivi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipewa wahi wa kwanza akiwa na umri gani A 35, B, 40 C 45 D 50. Fatma, Mtume Muhammad sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu alaihi wasallam alipewa wahi wa kwanza akiwa na miaka 40. Mashallah, mashallah amejibu swali kama linavyotakiwa na amepata maksi 10. Upande wa Bi Aisha swali linasema hivi ni ipi kati ya haya ni mojawapo ya nguzo kuu ya hija? Hey, sai kati ya Safa na Marwa, B kusimama Arafa, D si kufika Madina, D kusafiri kwa boti. Nguzo kuu ya hija ni kusimama Arafa. Masha Allah, masha Allah amepatia swali kwa muda unaotakiwa na amepata maksimamu. Tunaenda kwa upande wa Bibi Khadija, swali linasema hivi: nani wa kwanza kati ya wanaume kuslim? A e, Ali bin Abi Talib, B Abu Bakar, C Umar bin Khattab, D Uthman bin Affan. Nasra Mwanzo kati ya wanaume kuislimu ni Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. anh. Mashallah mashallah, amejibu swali kama linavyotakiwa na amepata maksi kumi. Upande wa Bibi Aisha swali linasema hivi. Je, ni nani anayefaa kulipa fidia badala ya kufunga Ramadhani? Mashallah mashallah, amejibu swali kwa mujibu linavyotakiwa na amepata maksi kumi. Tunaenda kwa upande so, wa bibi Khadija swali linasema hivi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuanza utume wake alikuwa akifanya kazi gani? Azmina. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla ya kupewa wahi alikuwa akichunga mbuzi na kufanya biashara. Mashaallah mashaallah amejibu swali kwa fahamu na amelisikiliza na amepata maksi kumi. Upande wa bibi Aisha swali linasema hivi ni ipi kati ya haya haibadilishi funga Eh, kula kwa maksudi B kutapika kwa maksudi, C kumeza mate, D, kunywa maji. Mastura. Kumeza mate ndio jambo ambalo halifunguzi funga. Mashallah, mashallah, amempatia swali kwa mujibu mnavyotakiwa na amepata maksi kumi. Kwa kushindana magrupu haya mawili, kwa upande yote, kwa upande wa bibi Khadija na kwa upande wa bibi Aisha, sote tuna maksi sawa. Katika magrupu yetu, wote ni washindi na hamna mtu alikuwa amefeli. Alhamdulillah, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha leo. Tumefurahi sana kwa kuuliza maswali na kujifunza kwa pamoja. Kila jibu tulilolipata limeongeza nuru ya elimu katika maisha yetu. Hivyo basi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa nafasi hii ili kujifunza elimu ya dini tukufu. Tunaomba wazazi, walimu na watoto wetu wote waendelee kutufuata ili tuzidi kujifunza na kufaidika. Nilikuwa nami Lubna bint Abdullah bin Abdurrahman pamoja na Marwa bint Mas'ud bin Muhammad natokea chuo cha Sheikh Abdullah bin Sulaiman Al-Harithi kilichokuwepo Shangani mjini Magharibi. Insha allah tutaonana tena katika kipindi chetu kijacho, ambacho maswali mapya na majibu yenye faida nyingi. Tunaanza kwa kusema wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Istiqama <coughs> Swahili TV, busati la elimu na hikima.